Hii kuwapa onyo hapa live, kuwapa onyo hapa live, na ninatangaza kwamba pale tu nikiona, um, um, hama vijana wamekaa kutoa hiyo ushuhuda ni papo hapo ninaweka taarifa zao wazi, kwa sababu wamepangwa kutoa maelezo hasa za maushahidi bila ya kuonesha masura zao. Nawahidi ndugu yangu, nitaweka picha yako na kitambulisho yako ya naida pamoja na jina ya mama yako na ya baba yako na namba yako ya simu, na tutakufikia ndani ya masaa ishirini na nne pale wapi wewe upo, pale wapi wewe upo. Na kama hiyo bado haitoshi, na kama hiyo bado haitoshi, tutachukua rekodi zako, tutachukua rekodi zako kuzijulisha mamlaka nyingine zozote zile, kama za nchi jirani, ikiwa labda tu vile mnadanganywa kupelekwa nchi nyingine kwa ajili ya eh, kufichwa. Naomba kuwathibitishia kwamba tayari taarifa hii peke yangu nimeshaituma kwa IGP pamoja na jeshi pamoja na Emmanuel Nchimbi, ambaye yeye peke zake anataka tuamini mavyombo ya habari ya Tanzania. Amewaambia hivyo kwa sababu tayari imepangwa, wiki ijayo waje majamaa waje kutoa ushuhuda juu ya mavyombo zao ambazo za Tanzania. Hivyo basi, kabla sijaingia kwa taarifa nyingine, ningependa kunyamaza kidogo tuongee japo watu watano na kaka zetu kina Twaha, muwape onyo hawa watu na muwaonye kwa, kwa, kwa imani ya Mungu na muwaonye kibusara sana, kwa sababu hizi mambo ambazo wanataka kuchezeshwa si kwa faida zao, ni kwa faida ya Abduli na familia yake wakati peke zao milioni tatu ambayo anagaiwa kwa kila mtu ni pesa ambayo haitaweza kuwapa hata uhakika ya kuishi bila ya njaa kwa mwezi mmoja, hata kuishi bila ya njaa kwa mwezi mmoja. Kwa maana hiyo, kabla sijaingia kwa taarifa ya pili, kwa sababu ya ku protect account yangu, nitanyamaza sasa, tuongee na watu wengine kwa taarifa hii tu ambayo nimeitaja ni. Alafu ndani ya dakika tano ama kumi sasa ni, nitaendelea tena na taarifa kubwa ya pili. Asante. Okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay. Okay, basi tutafanya hivi kwa sababu dakika ni ndogo, tuta dakika mbili mbili tu watu watano twa, unaweza ukaanza hapo, alafu nitapandisha watu wengine kwa ajili daka mbili mbili tu twaa, unaweza ukachangia daka mbili kuhusu hiyo taarifa ya hao vijana ambao wanataka kuleta uongo, tupige daka mbili, mbili. Asante. Uh, kwanza, kwanza nimshukuru Habil kwa taarifa ya muhimu kama hii, lakini niwaambie hawa vijana kwamba hizo milioni tatu ambazo wamezipata zitawatokea puani, hazina gharama ya damu za vijana wenzetu zaidi ya elfu kumi Milioni tatu haina thamani ya mdude Nyagali, Humphrey Polepole wala Deusdedit Soka. Hasira tulionayo dhidi ya utawala wa Samia na nchi yake, wasije wakajidanganya waka, kwa sababu tunajuana Watanzania wa Tanzania. Ukijitokeza ukazungumza chochote, tutajua umetokea wapi, unakaa nyumba gani, unaishi na nani. Usije ukahatarisha maisha yako, tumevurugwa Watanzania, tuna machungu. Wasije wakaingia huo mkenge. Ninakwambia, hatuwezi kuwaacha salama, yani msije mkajaribu, msije mkasubutu. Hiyo milioni tatu rudisheni. Cha msingi, njioni tuungane tarehe tisa, tuikomboe nchi yetu. Mkijaribu mtapotezwa. Tumevurugwa, hatuna huruma na mtu sasa. Asante. Ok, asante sana. Huyo ni twa huyo i ni... Bunge, bunge la pili tayarisha watu wawili huko, na piga mmoja mimi piga mmoja e, bwana. Niko na mtu mmoja hapa anaitwa mwana mapinduzi, askofu. Kama mtakuwa tayari kumsikiliza itakuwa vizuri zaidi Asim. mpe mpe mpe mpe askofu mwana mapinduzi, karibu. Nashukuru bwana <laughs> karibu sana. Ingawa kuchelewa lakini angalau nimefurahi kwamba mnaendelea. Yeah. Na mnaendelea vizuri na habi natoa madini. Yeah. Na nina muda mrefu sijaongea. Eh, nimepitia mambo mengi katikati hapo. Yeah, tunafahamu. Na, na farm ya tunafahamu ama Okay. E, lakini niwahakikishie tu kwamba tuko pamoja. Nashukuru sana kwa tunaonyeshe kwamba e, pamoja na kwamba siongei, lakini tunafanya kazi chini kwa chini, sawa sawa. Tunaona Amerika. Na hili la kanisa letu litatolewa maamuzi sio muda mrefu, lakini wasiwaze kwamba sisi ni kichaa cha kujifichia kujifichia, sawa sawa. Sio kichaa cha kujifichia, e, moto ule ule ambao nadhani walikuwa na upwepa wanakwenda ku, kuona ma, mara mbili zaidi. Na ukweli ni kwamba kama ni kama kama ucheza, nulvani, kama kucheza kucheza kala nini, kete zile yeah, kucheza imewa inazifahamu. Yes, kuna kuna wakati kucheza kete inafika kete bado zipo tano au zipo nne, lakini kila kete icheze daliwa naliwa <laughs> <Yeah. laughs> Kwa, kwa, kwa, kwa wastaarabu anaamua bwana, sikiliza game limeshaisha nichukue kete tuanze upya. Unavuruga game, naanza upya. Kwa hiyo kwa, kwa, kwa wastaarabu hawataruhusu hawatakubali kuendelea kucheza game ambayo tayari limeshaisha. <laughs> Wanaamua bwana, hey, hii kete ujazira hazijaisha bado nazo mkononi ziko tano, lakini naamini nikicheza vibaya hapa naweza kupigwa dabo. Ndivyo sahivi, ndivyo sahivi, kila kete utakocheza hivi wakiteza kete yoyote tunaingia kingi. <laughs> Tunamaliza kama wanaweza kuwa wastaarabu wachukue kete tuanze upya kabisa. Na namna uchua, na namna uchua kete na unafahamu na chochote najifanya sasa hivi hapa ni kete tayari zilishaharibika. Ukicheza vibaya tu unajua tayari hiyo tayari umeshaliwa. Kwa hiyo kuwaza kwamba wanafungua kanisa Labda Mpata askofu askofu, mimi au au vivyote jamani, yeah, jamani kwa wale ambao mfahamu huyu ni ni mmoja wa wa wa masu... na askofu pia eh, yes, oka, oka, oka, nani, oka, kanisa Gwajima na yule ndio yule ndio yule yule ndio ndio ndio walikuwa wanamtafuta akakimbia nchi jirani. Eh, hey, alikimbia yule ambaye alisema kwamba Samia Mungu amekataa mbinguni na duniani. Eh, uh, shamjua, shamjua. Alipambana sana kwa kweli kipindi kile. Shamjua. Ya, yeah, amepambana sana mpaka sasa hivi wanamtafuta. Sasa tumefurahi kukuona Bwana Askofu na uzuri na hapa Aidiga nani, uh, nani Sativa naye, um, yuko hapa. Kama unaweza kupanda Sativa pia itakuwa poa sana brother. I see you down. Kwa askofu mwana mapinduzi mwanamapinduzi unaendelea aja, lakini mimi niko niko sawa. Sawa sawa inchi. Na na na na nafanya vitu vingine vya vya vya maana Mungu pia. Amina, tumefurahi sana kukuona. Tuko na abili hapa tunaendelea kushusha ku, ku, ku nondo. Hili ndo bunge letu la halali, sio ile bunge la haramu ambalo Samia amelitengeneza. Tunashukuru sana na nafikiri utaendelea kuwepo na, na sisi hapo chini. Basa mshida na shuka. Nishushe tu. Asante sana. Karibu sana. Asante. Bunge kubwa, endeleeni huko. Okay, okay, okay, okay, okay, okay. Jamani mtanisame kuna wakati na changanya mgeni mbe, mbe jina geni na mwenyeji, sababu kuna kuna watu ambao ni, ni, ni, wageni kabisa wanalalamika. Kwa hiyo ukiona napandisha mmoja mgeni mzoefu mmoja nini hivyo, kwa hiyo tutasameheana, lakini napandisha jina ambalo silijui na mwingine hivyo, yani tutakuwa tunachanganya, kwa sababu wote wanakuja kusikiliza. Sasa inakuwa na wewe unayepandishwa mgeni, hakikisha unaweka madini heavy. Karibu ana cuts dakika zako mbili baadaye ndo nitachukua tena mwenyeji ambaye niwa ah, anza kwanza. Juno, nilikuwa nimesahau Juno, ye ni mwenyeji, alafu baadaye ataingia huyo. Eh, Juno huyo ni mwenyeji zima, mike yana ah, Juno karibu. Mimi nilikuwa nataka niwaambie CCM kauli yangu kwanza, ya kwanza CCM mkae mkijua mpo uchi chochote mnachokifanya. Sisi tulikuwa gizani, hatujui. Sasa hivi Mungu ametuletea mtu wa aina yake. I say, kama kuna mtu unajua details ambazo huyu kaka anaziongea unatakiwa utetemeke. Nilikuwa natengeza juisi hapo, nimeacha natetemeka. Kwanza nasema hivi, huyu mtu ni haka ni jasusi. CCM, nawaambieni, acheni ujanja ujanja, muda wa kuondoka umefika. Acheni kupechi pechi kiraka, muda wa kuondoka umefika. CCM mnajidanganya. Na nyie vijana mliopewa pesa, mshukuruni huyu kaka watu, ana roho ya Mungu. Lakini mimi nataka nimwombe kaka Habil vi, hebu awape maximum akiangalia mambo yake huko. Wamepanga kuongea lini wa upumbavu? Na je, anawapa kwa muda gani ukua wao kusarenda? Kwa sababu mimi ningemuomba awape maximum labda 48 hours ili kama vipi aanike hizo ID tuwajue binafsi tayari nishachemka unanisikia tayari hapa ninavyoongea tempa yangu ishaenda juu kwa sababu ni wapumbavu vijana hawa sisi tunaangaika kuokoa nchi yetu wao wanaenda kurudumiwa na milioni tatu milioni tatu ni kama elfu tatu kweli unaenda kuuzwa utu wako nimeona video kwa unalavu sasa hivi mtoto wa miaka 12 alipigwa risasi Arusha mtoto wa miaka 12 wa kike Jamani, nawaambieni, CCM muda wenu wa kuondoka umefika. Mlimfinya Hansi polepole, alikuwa anatupa information, sasa Mungu kaleta wa zaidi yake. Hii vita hampigani na sisi, hampigani na huyu kaka, mnapigana na Mungu. Mimi ya kwangu ni hayo tu, nimuombe kaka Abili atoe masaa ya hawa watu, ikiwezekana vianikwe ili iwe mwisho. CCM mkae mkijua mnamulikwa, mnaonwa, masaa 48, masaa 24. Nimemaliza. Ok, asante sana Juno. Huyo ni memba wetu wa siku zote hapa tumeanza mapambano naye muda mrefu. Tunakaribisha ambaye ni mgeni. Alafu tutarudi tena kwa Nulva. Seranda ni karibu. Asante sana. Mimi kwanza nimpongeze Abi kwa kuletea hiyo taarifa. Cha pili, nipende kuambia kabisa vijana kwamba vijana wa Tanzania sasa hivi sisi sio ajinga. Sisi watu ambao tumeshachezewa muda mrefu ndio maana sasa hivi tumeamua kuwaweka pembeni kabisa au watu ambao wanaona wao anatupotezea muda, walileta mambo yao ya udini. Naomba subiri. London, mmemsalimia yule Ibrahim yule, tumemsalimia tulipata namba, okay, yake tumemsalimia, akabadilishiwa namba, tumemsalimia na hapo cha kukazia wewe, kama alivyosema mchangiaji aliyopita, wagee muda muda maalum kwamba unatoa masaa 24, natoa masaa 40, natoa masaa kadhaa, hizo taarifa zao ziweke hakika. Sisi tutadili nao kwa sababu tuliopoteza watu wetu ni sisi, sio wao. Wanaondolika kwa hizo milioni tatu, milioni mbili. Bora wangesema kama wana njaa, angesema tungewachangia, tungewapa hata huyo huyo anaomuita rais. Kama anataka kama shida ni hela, sio Tanzania tuweza tukamchangia tukampa, kaacha hiyo nchi kwa sisi. Tunawapa onyo na tunawapa onyo na wao viongozi wao nahizo nyumba zao za wazazi wao, kama wakifarmasia ataenda utadili nao kwayo. Sisi mimi yangu ni hayo tu. Abili wape mda kabisa, kama alivyompa zungu, mpe wape nao mda kwamba tumechoka kuchezewa, tumechoka kuchezewa, kuchezewa. Tajili nao asante. Okay, jamani hebu ngoja. Ee, ee, ee, ee, ee, rawama mko karibia mie sijui mngapi wapo mnaoomba kupanda tumekubaliana tutapandisha mwenyeji mmoja na mgeni mmoja Usabu, kalibu, kwa sababu karibu nilipokuwa ninaweka ma moderator mnasema kwamba wanapandisha wanaojuana sasa mimi naweka naye mjua na ambaye simjui naye mjua na ambaye simjui ili uwiano uwe sawa ambao mnaniomba mnaomba mnaomba nawaona kwenye comment lakini ni watu zaidi ya mia si. kwa hiyo sasa hivi atakayefuata nitatoweka ambaye ninamjua kwa hiyo na mko wengi sasa, sasa inashindwa, lakini tu, labidi twende hivyo hivyo. Karibu nurvasi malizia, nurvasi wawili huko hukodee, au weka mmoja, weka mmoja okay. Weka mmoja tu afu na abiri aendelee, weka mmoja. Dakika kumi naona kama zinaisha, naomba nami niongee kidogo. Ngoja niweke mtu mmoja tu. Karibu una dakika okay. chache okay. Asanteni sana vijana wenzangu wote kwa kuunganika pamoja kwa siku ya leo tena, tunashukuru Mungu kwa uhai wa leo na uzima zaidi, tuna nguvu yenye kasi zaidi. Mimi cha kusisitiza kwenye hilo, tunasema kwamba ogopa sana kijana akiwa amechoka, ogopa sana mwanadamu akiwa amenyonywa sana, afu akafika wakati akakata tamaa akachoka akasema sasa, hakuna uonevu hakuna tena chochote atanyanyuka. Hata umpige risasi, ataendelea kutembea mbele, hata umfanye nini, umtishie kwa lolote, ataendelea kusimama mbele. Ndio mimi huyo kijana na wengine wakiwa hapa kwenye hii live. Jamani, kwa umoja wetu tusimame pamoja. Hizo ni njama zinapangwa. Mara mtu mmoja wa Ulaya aliwashawishi watu Tanzania, lakini yeye ameshindwa kushawishi watu wake, ambayo yeye ni rais. Haya, leo hii wanataka kucreate kitu kingine, kusema kwamba watu wamelipwa mamilioni mangapi? Hayo ambao wameweza kulipwa watu wote wanaenda kuandamana, ina maana watu wote wale ambao wamekufa, wenye maisha duni, tunaona wengine hata ndala hawana, wengine nguo zimechanika, wako barabarani wanakimbia kwenye maandamano hayo. Walipataje hizo pesa? Na watu wa vijijini, kwa sababu hata mtu naye ukiwa Ulaya unapotuma pesa, mtu wa kijijini anapataje? Mtu wa kijijini mwenye maisha duni kabisa kama vile tumeona watu wamejitoa wa wengi sana. Sasa, hao wote mamilioni ya watu hao wamelipwa wame kiasi gani cha pesa ambacho kimelipwa hivi ni mbinu tu ambazo zinatengenezwa kwa umoja wetu. Tusirudi nyuma, nchi tushaikomboa, tunaenda kukamilisha. Hata hata mkifunga live za watu mkiripoti live za... <coughs> yangu nimegoa restriction kwenye akaunti yangu kwa sababu tuna posti mama Samia, niliandika muuaji huyo ni muuaji, na nitazidi kuposti muuaji. Jamani, ikibaniwa akaunti yangu nitakuja na akaunti nyingine, na natengeneza backup mtaendelea kuposti lolote litakaloongereka na Habili na tutasisitiza kwa ajili ya maandamano ya tarehe tisa Disemba. Hatuogopi kwa lolote, tumeshajitoa tumezaliwa siku moja na tutakufa siku moja. Kwa wingi wetu tusonge mbele. tisa Disemba, tisa Disemba, tisa Disemba. Shukrani sana, shukrani sana id, um, Habili uh, nani bunge kubwa uh, kapten O, kaka, kaka wengine wameenda mtaani, wanazunguka wanaandamana. Watoto wengine ni wadogo, walikuwa hawana akili ya kujua kinachoendelea. Waliona kaka yangu wa jirani ameenda ya na wao wakaenda. Wale watoto ni wadogo, hawakuwa na uwezo, ni matineja, hawana ile akili kubwa ya kujua kwamba hii ni denja. Wakawakumbatia wanajeshi ambao tuliwaamini, na jeshi la Tanzania, Mungu awalaani, kwa sababu mliwaambia watoto mtawasaidia, lakini hamkuwasaidia Wanajeshi wa Tanzania enyewe ni watu wabaya sana, kwa sababu tulisema jeshi litalinda mali na watu wake, lakini hamkuweza kuwalinda wale watoto. Watoto walienda kulilia haki zao mtaani, walitaka sikio tu. Wewe mkuu wa jeshi, kwa nini umeshindwa kusikiliza watoto ambao walihitaji msaada wa kusikilizwa? Mtu una miaka sitini, inakuwaje unashindwa kumsaidia mtoto mdogo ambaye anahitaji tu kuambiwa hata kwa kudanganywa? Sikiliza, hata kwa kudanganywa. Mnaenda kufaiti na watoto walikuwa wanaata vyuma vya kuwaua, hawana hizo silaha za kuwaua. Mnapigana na watoto na silaha kama za world war first, world war or second world war, war first, second. Why are you fighting with those kids? They are innocent hawana uwezo hata nye wa kupambana na nyie kivyovyote, lakini mmewaua. Serikali ya Tanzania ni serikali mbaya sana. Sisi Watanzania we don't need to praise them people, hatutakiwi kuwaabudu kwa namna yoyote. So mimi naomba sisi kama Watanzania kwa sababu tunataka kulikomboa taifa, hebu tuwe na adabu ya kuelewa mambo yanayoendelea raundi huu uh, ujinga wa kuchukulia kila kitu kirahisi, mnaenda kuambatana na wao viongozi wanawapa milioni tatu. Ni kitu gani jamani? Milioni tatu itakusaidia nini kwenye ada ya mtoto wako? Milioni tatu itakusaidia nini wewe mtanzania kwenye kula yako? Unakula kiasi gani kwa mwaka, hiyo milioni tatu wewe itakusaidia kitu gani? Is better uwe na akili ambayo itakusaidia kutafuta zaidi na sio akili ya kwenda kupokea hela ambayo itaisha. And then, what next? Unaendelea kumfaidisha mtu ambaye yuko kwenye sistemu anakula na kumaliza wewe. And then what next? Baada ya miaka kumi mbele watoto wako watakuwa wanaishi vibaya. Please, we just need to wake up. Tusimame na tujue nchi yetu haiko sehemu salama. Acha kucheka kijinga, acha kuwa mpumbavu kuabudu watu ambao hawakusaidii. Haya, au celebrity mwasaidia kwenda kwenye YouTube na kusubscribe. Wamekusaidia nini? Ilivyotokea shida Tanzania tarehe 29 what happened Walisafiri kwenda Dubai. Kinachotokea ni nini? Kama sio ndugu yako kufa, jirani yako alikufa. Kama sio jirani yako kufa, kuna mtu ulisikia ambao unamjua alikufa. Na hawa ambao uliwasaidia wewe kuweza kukua TikTok, kuwa YouTube, wao wakina Diamond, I'm not even scared to say because I hate them, na nime unfollow them all kwenye platform zote kwa sababu for me ni watu ambao hawana, hawana, yani hawana, hawana sababu ya kuwa katika maisha yangu. Um, wameshindwa kutetea watoto wa, yani mtu mimi sama nikupende, yani nipende watoto wangu alafu nisikupende wewe, mimi sio mtu mzuri. Natakiwa nijipende mimi, lakini pia nikumbuke kama tulivyofundishwa na Nyerere kupendana sisi kwa sisi kama binadamu. I'm sorry guys, mimi mimi kila nikiongea kuhisi hivi vitu lazima tu nitalia kwa sababu nimeona wale watoto wadogo walivu, sorry. Mnao rekodi, mrekodi Kripu kama hii ndio unatakiwa mrekodi, msambaze, watu wasikie, waone watu wa Tanzania wanahitaji nini. Nyie mnao rekodi hii kripu, mnao chukua kripu, weka, sio mpaka mchukue kripu ya Habil <tabu> weka klipu kama hizi mimi <tabu> nimekuwa nime, zinaumiza kazini, nimeshindwa kufanya kazi. Kuna siku nini. pole, pole sana, pole pole, sana sana. hii <tabu> hii <tabu> kitu wewe <tabu> wewe wewe, usilie. Wamelia mataifa ya jirani, wamelia wa, nchi za jirani wa Sweden, wamelia Finland, wamelia <tabu> wengi wamelia, wanaongea, wanawaambia kwamba eti eti wanasema, acheni kuwa vibaraka, acheni kuwa vibaraka wa wazungu. Tunataje kwa vibaraka wa wazungu. Nyinyi nyinyi, mnakuwa vibaraka wa wazungu mnachukua pesa za wazungu. Hapana, anayeongea hivyo hajasafiri, anayeongea hivyo hajasafiri. Usilinganishe kabisa mzungu na hizi ngozi zetu nyeusi, msilinganishe kabisa. Ngozi zetu nyeusi zina ubinafsi, zina ubinafsi. Leo nimeangalia kwenye rekodi wanasemaje? wa wa Watanzania wa Wat, matajiri wa Kitanzania wa mafisadi mia moja na arobaini na tano wameshikilia hela ya watu arobaini mi, wat na mbili milioni milioni arobaini na mbili. Leo nimeangalia hapa wanasema watanzania mia moja na arobaini na tano wamekamata hela za watu milioni arobaini na mbili. Angalieni taifa lilivyo la ajabu. Najua kasama ngoja nikuambie, kama watanzania wana akili wakumbuke um, Dr. Mpango, mimi nakwambia ukweli, mi namjua hivi face face to face. I'm not saying this kama na praise yule. baba ni mtu mzuri sana, kumbuka we... yani ziharibiwe zote yani. ili baada ya maandamano kuisha, wapate hasara ambayo ni zaidi ya ile ambayo walipata kwenye kipindi cha, cha ile tarehe ishirini na tisa. Maana walipata hasara ya zaidi ya bilioni bilioni mia tano themanini na sita kwa hiyo mimi nazijua hizo site zao. Kwa hiyo, brother, mi niko tayari kujitolea kuwapa location ya hizo site. Unakuta site moja imebeba site zaidi ya mia saba imebeba imebeba minara, yani ina support minara zaidi ya mia saba mpaka elfu moja nye. kwa hiyo ukizima site moja tu yenyewe ni kipengele kwao, yani unaweza kukuta kanda ya kusini yote imekufa, hamna mawasiliano. Unaweza kuiua Dar es Salaam yote kwa na site moja tu hatuhitaji chama cha CCM. Hiyo ni ex. Hiyo ni ex. Samia. Wewe na waziri wako mpumbavu. Wewe waziri wako siyo nani nani. Wewe waziri unatohesabia magari yaliyochomeka. Wewe waziri unatohesabia sheli za mafuta zilizochomeka. Hatujakataa. Mulisema tulichoma sheli za mafuta, yes. Mumesema tulichoma, tulichoma magari, hakuna shida. Sasa sisi tunadai hivi, tunasungumza hivi. Tarehe 9. Turudisheni ndugu zetu waliokufa. Turudisheni ndugu zetu, mtuesaabia idadi ya ndugu zetu, wali, sabi, waliokufa. Na sisi vijana kama jenzi, tutachanga hela, tutawajangia sheri za mafuta. Na sisi vijana tutachanga hela, tutanunulia magari, maana hela ndio kila kitu. hatujaishiwa hatujaishiwa pesa. Iko Tanzania, kuna dhahabu Tanzania, kuna migodi Tanzania, kuna madini yote Tanzania. Tutachanga hela, tutawanunulia hayo magari, tutawajengea hizo shule, tutawajengea hizo shule. Rudisha miili ya vijana wetu waliokufa, rudisha miili ya vijana wetu waliokufa. Eda, you want it or you don't want it. I'm talking in English, I'm talking in English. You want it or you don't want it. Tumesungumza hayo, tunasungumza hayo. Samia tunasema hivi mumedai tulichoma. Narudie inikaptoreta, narudie inikaptoreta, narudie inikaptoreta. Ni hivi, Samia umesema tulichoma magari yenu, umesema tulichoma sheli za mafuta, hatujakataa na sisi tumesema, rudisha ndugu zetu waliokufa tuwazike, tutajie idadi za watu waliokufa, tutajie idadi za watu waliokufa. Wewe maoni yako ni yapi? Baada ya kusikia mjadala huu, nasikiliza maoni yenu, na koment hamsini za mwanzo nitazijibu zote. Asanteni, usisahau kusubscribe na tukutane kwenye video ijayo.